It was a direct... Waziri wa Ulinzi wa Israel Alhamisi, ameonya kwamba Wahouthi wa Yemen watakumbwa na mashambulizi makali endapo wataendelea kulenga Israel kwa mashambulizi na kuongeza kuwa jeshi la ulinzi la Israel liko tayari kwa aina yoyote ya operesheni. Reuters imeripoti kuwa, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza Jumanne kwamba Marekani itasitisha mashambulizi dhidi ya Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen, akisema kuwa, nukuu, kundi hilo Limekubali kusitisha mashambulizi dhidi ya meli za Marekani, mwisho wa nukuu. Hata hivyo, siku ya Jumatano Wahouthi walisema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati yao na Marekani hayahusishi Israel na baadaye walidai kuwa walilenga Israel kwa kutumia ndege zisizo na rubani drone. Katika taarifa aliyotoa kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, Waziri wa Ulinzi wa Israel Katz amesema Israel lazima iwe na uwezo wa kujilinda yenyewe dhidi ya tishio lolote la adui Wahouthi watakumbwa na mapigo makali kutoka kwa Israel endapo wataendelea kufyatulia makombola. Jeshi la ulinzi la Israel IDF liko tayari kwa operesheni yoyote. Kats pia alionya Iran, ambao walishutumu na kuifadhili kwa kuipatia silaha kundi la wapiganaji wa Kihouthi, akisema kuwa nukuu, mfumo wa kutumia mawakala proxy system umekufa na muungano wa uovu umesambaratika, mwisho wa nukuu. Alisistiza kuwa Iran inabeba dhamana ya moja kwa moja na akaonya kuwa hatua kali zile zilizochukuliwa dhidi ya Hezbola huko Beirut, Hamas Gaza, Assad Damascus na Wahouth Yemen zimeweza pia kuchukuliwa mjini Tehran. Hadi sasa mashambulizi ya Israel nchini Yemen yamesababisha vifo vya watu saba huku 97 wakijeruhiwa. Wahorth wameahidi kulipiza kisasi dhidi ya Israel na mashambulizi zaidi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali. Jerusalem.